Kuna wale raia walikuja nchini kufuatilia kesi ya Tundulisu na mimi nikawapa feedback, nikawaambia hawa watu wamekuja kufuatilia kesi ya Tundulisu hawajatumwa na nchi zao, bali wametumwa na nchi za magharibi kuja kufuatilia hii kesi, kwa sababu inajulikana wazi Tundulisu ni bidhaa ya watu wa magharibi, wanaihudumia kila siku. Watu wa magharibi wanapiga kelele kuhusiana na bidhaa yao, kwa nini inateswa sasa wale wa, wale raia waliokuja nchini kufuatilia hii kesi, kulikuwa na Agata kutoka Uganda na Boniface kutoka Kenya. Hao ndio walifanikiwa kuingia nchini, achana na yule Martha Karua aliyeshindwa kuingia baada ya kuzuia pale uwanja wa ndege. Hawa wawili walipita njia zao walizopita mpaka wakaingia nchini kabisa. Sasa baada ya kuingia, bado serikali iliweza kwa trace na ikawafanya wali, ilichowafanya Boniface amerudi nyumbani, kwao hawezi kutembea vizuri Agatha amerudi amesema hame, alichofanyiwa hawezi kusema, manake serikali zao li, li, inavyotakiwa. Cha ajabu kabisa, serikali ya Kenya kama serikali haijatoa tamko rasmi kulaani alichofanyiwa raia wao bwana Boniface. serikali kama serikali ya Ruto haijailaani serikali ya Mama Samia kwa alichofanyiwa bwana Boniface. serikali ya Museveni hivyo hivyo haijatoa tamko rasmi kulaani alichofanyiwa binti yao Agatha. Ni kitu gani kinachoingia kwenye kichwa chako kama Ruto hajalaani ajala, alichofanyiwa Boniface, kama Museveni hajalaani alichofanyiwa binti yao Agatha? Manake wanaunga mkono walichofanyiwa watoto wao. Sasa waliowatuma hawa watu imebidi watoe tamko lao. Ni akina nani wamewatuma hawa? Serikali ya Marekani imepaza sauti yao, imelaani waziwazi, imesema inasikitishwa na walichofanyiwa hao maaktivisti wa Afrika Mashariki inawaita wanaharakati wa Afrika Mashariki. Unaendesha shughuli za wanaharakati, unapata wapi pesa wewe? Unajua gharama ya kuendesha shughuli za wanaharakati wewe? wa Marekani imebidi watoe sauti yao. Mtu atajiuliza Marekani ni nani mpaka atoe sauti? Bado Marekani anaamini yeye ndio kiranja mkubwa wa dunia, kwa hiyo Marekani asipopaaza sauti hawatakata tamaa. Nikurudishe nyuma kidogo, na nimekuwa nikiwaambia hata kwenye video zangu, wasiwasi mkubwa wa Marekani anakwenda kupoteza baadhi ya chawa wake waaminifu katika hii vita ya kugombea kuitawala dunia. Kumbuka watawala wa dunia wameshaongezeka, kuna China, kuna Russia na nitakutengenezea special video ya makamu wa rais wa Marekani akikiri kwamba Marekani imeshapoteza udhibiti wa kuitawala dunia. Kwa hiyo upate taarifa kwamba waliowatuma Agata na Boniface sio serikali ya Kenya na serikali ya Uganda. Ingekuwa hawa wametumwa na serikali zao, serikali zao zingelaani walichofanyiwa. Hujasikia balozi wa Tanzania ameitwa na serikali ya Kenya kutoa ufafanuzi alichofanyiwa Boniface? Hujasikia balozi wa Tanzania ndani ya nchi ya Uganda kuitwa na serikali ya Uganda kutoa ufafanuzi? Maana yake nini? Afrika Mashariki ina mwamko wake katika masuala ya demokrasia Afrika Magharibi imeshaamka inapindua tu, yaani Afrika Magharibi kule wanapindua, huku Afrika Mashariki bado tuna ujinga wa watu wachache wa wanaopewa pesa na Wamarekani. Lakini nataka niwaambie akina Agatha na akina Boniface, sio kwamba sisi raia hatuelewi kinachoendelea. Afrika Magharibi especially Kenyan, Kenyan citizen wanaona kabisa kinachofanyika Afrika Magharibi, ndio maana wanamtukuza Traore. Kuna viwato vichache vinaopewa pesa kazi yao ni ku Sitaki kuamini wa wakenya wanapenda demokrasi hivyo, ni hizi kelele za hizo midia zao, ambazo taingia day one, zinamilikiwa na wamarekani na watu wa Ulaya. Lakini kama kweli wakenya walikuwa wanaipenda demokrasia, wasingempenda Traore kihivyo, kwa sababu Traore sio mwanademokrasia. Traore ameipindua serikali na anawahudumia wananchi wa Burkina Faso. Kwa nini wakenya, raia wa Kenya wa kawaida, wanampenda Traore kama kweli Kenya wanaipenda demokrasia? demokrasia ni mfumo wa kuinyonya bara la Afrika. Kwa hiyo Bonifas Agata, Martha Karua walitumwa na wamarekani katika nchi yetu kuifanya nchi yetu iwe kama Kenya. Wa Kenya, mimi nawachia na swali moja tu. Kenya ya elfu mbili ilikuwa inailisha Tanzania ikiwa na demokrasia yao, Kenya ya elfu mbili na tano inailishwa na Tanzania. Hiyo nitawatengenezeni special video. Mwelewe. Sasa kuna maneno ameongea Gwajima, Askofu Gwajima. Unajua Gwajima way back amejifanya anajua mambo mengi sana yaani, ukimgusa kidogo ni kama memory card iliyojaa taarifa. Sasa Bwana Gwajima, dunia imefunguka, ndugu yangu, sio kwamba hatujui dunia inaendeshwa vipi. Kwanza Bwana Gwajima, mimi napenda nikwambie kitu kimoja, wewe unajiita askofu wa neno la Mungu. Hiyo Biblia yako unayosoma inasema wazi, huwezi kuhudumia mabwana wawili. Utampenda huyu, utakuwa mwaminifu kwa huyu na kwa huyu huwezi kuwa mwaminifu you know very well. Sasa Gwajima ushauri anao, alichokiongea ni kama vile anaifundisha serikali kazi. Bana Gwajima, mimi naijua namna security system inavyofanya kazi, idara ya usalama inavyofanya kazi. Mi najua cha kwanza kabisa, mtanzania nitakiwa ujue serikali ni complicated sakiti. Yani, neno serikali ni sakiti tata, utakiwa uijue kabisa kabisa, maana ukiijua serikali kabisa kabisa ndo utaichezea sasa linapokuja swala la usalama, mwana usalama yoyote yule, jukumu lake la kwanza kwanza ni kujilinda yeye, ndo akulinde wewe. Kwa hiyo polisi ameapa kweli kulinda raia na usala na mali zao, lakini cha kwanza kabisa kwa polisi ni kuhakikisha usalama wake, ndo wewe. First priority ni usalama wa polisi, ndo wewe. Kwa hiyo polisi akiona dalili za cheche ya kuwasha moto mkubwa, ambao hata yeye mwenyewe utakuwa ni mgumu kuuzima, ni lazima aizime ile cheche. Mtu akasema naongea nini na na react kwenye ili suala la hawa wana harakati ambao walifanyiwa unyanyasaji ambao Gwajima anataka ufafanuzi. Sio kila kitu serikali inatakiwa ikuambie. Bwana Gwajima, Biblia yako unayoisoma unaijua kabisa. Inaku, inakufundisha wazi kabisa serikali inaruhusiwa kumdanganya raia kwa faida yake. Wale spies waliotumwa kwenda kuichunguza nchi ya ahadi wakarudi na habari za kweli na kuiambia jamii ya Israeli ukweli wa nchi ya ahadi, kwa nini Mungu aliwaua? Maanake zile taarifa zilikuwa zinatisha, zingetakiwa zichujwe na serikali ya Musa kabla raia hawajapewa, lakini wale waliotumwa kuichunguza nchi ya ahadi walizileta zile taarifa, wakawapa raia na ikatokea taharuki. Wale waliotumwa kuchunguza nchi ya ahadi wakaleta zile taarifa, waliuawa wote. Kwa hiyo Gwajima, number one unazungumza kama vile hujui mode of leadership, yani hujui uongozi unavyofanya kazi sawa eh? Kwa hiyo kilichotokea kwa hawa wanaharakati hauhitaji kupata clarity kama wamarekani wanavyodai, hutakiwe kupata clarification kama wamarekani wanavyodai. Kimefanyika kilichofanyika, inajulikana ni idara ya usalama ndio imewafanyia wale watu ilichowafanyia. Idara ya usalama ni very complicated, utakiwa kujua, idara ya usalama ni polisi, utakiwa kujua, idara ya usalama ni wanajeshi. You don't need to know, the only thing you know you need to know kwamba nchi iko salama. Nchi isipokuwa salama, you have to question. Nasikia Bwana Gwajima. Sasa kwa nini Gwajima? Kwanini Gwajima? you, you, you, yani, is kind of like anatetea matamshi ya Gwajima, anashindwa kwenda moja kwa moja kuwatetea kina Boniface na kina Agatha, ana busha round like yaani In short, Gwajima ni mnafiki kwa sentensi yake aliyoongea. Kwa nini Gwajima anakuwa mnafiki? Kwa sababu Gwajima ni mfanyabiashara. Kanisa la Gwajima ile ni biashara, sio kanisa la kupeleka mbinguni, na wakuu wa biashara ya Gwajima ni Marekani. Mtu atasema kivipi, hii nchi ya Tanzania kabla hatujaingia kwenye ubepari, makanisa ya kina Gwajima ya binadamu mmoja ya kukontrol watu elfu na hayakuwepo yaani, tukiwa kwenye ujamaa wa Nyerere hakuna binadamu angekuwa na uwezo wa kucontrol watu elfu plus. Mwinyi ametuswitch kwenye ubepari, ndio haya makanisa ya kina Marekani yanaingia. This is, that is a company. It's not a church, bro. So Bwana Gwajima, wewe kama mfanyabiashara ambao biashara yako inalindwa na kutetewa na Wamarekani, ni lazima utoe tamko and I can say ulichokiongea It was a script brought to you by your, your masters to speak against what the government has done. Okay? Kwa hiyo Gwajima, unatetea biashara yako bro, that is the business. Leo hii nchi ikiingia kwenye machafuko atuombe atu, hilo fasta, nchi ikapinduliwa, wanajeshi wakaingia, hiyo biashara yako inakufa. do you know that? let me tell you bro, ikitokea military coup hiyo biashara yako inakufa, biashara zote za makanisa zinakufa. This, Church, church companies mtu ana operate watu multi, multi thousand maelfu ya watu katika jina la Yesu. Hizo vitu huwezi kuzikuta kwenye nchi za ki, za ki socialisti. So as you, kwa hiyo umeongea hivyo ili kuwafurahisha master wako kwamba una laani walichofanywa akina Agata, lakini bro, we know how the world is rolling, tunajua dunia inavyoendeshwa. Kwa hiyo Bwana Gwajima, wewe kama mfanyabiashara katika jina la Yesu kwenye kampuni yako ya ufufuo sijui na uzima inatakiwa umwombe Mungu sana nchi iendelee kuwa na amani, lasivyo likitokea la kutokea, hata biashara yako inakuwa hatarini. Do you know that? Unalijua hilo Gwajima? Jifunze geopolitics vizuri. So, sio ile geopolitics ya zamani. Your masters are losing control of the world. Mabosi wako wanapoteza utawala wa dunia, wanapagawa wafanyeje. Hii nchi ikijiswitch kwenye ujamaa, kanisa lako linakufa, makanisa yote ya ya, ya individuals as as long as haya promote Tanzania we know all these church companies does not promote Tanzanian identity, they promote Western identity. So bro, don't come here and lecture us how we should, you know, unavyo tu lecture namna ya uongozi in Western likewise kwa sababu, Western, utakiwa, and culture, Western, Western kwa sababu Western, yani culture Western ni kama vile unavyoona wanawake wa Western kwamba kaa uchi na ndivyo Western wanavyopenda kwamba everything about your country they must know, kwa hiyo kwanyuma Hebu jiasesi vizuri bro, kwa ushauri wako, kwa sababu Afrika magharibi wanapindua serikali. Afrika mashariki kuna vuguvugu la kujitambua raia, kwamba kwa nini kwa rasilimali zetu watu wanazichukua tu from nowhere. Unachoona kinachoendelea South Africa, eh? Watu wanaamka kutaka ardhi yao, hapa kwetu wao, nafikiri. Kwa hiyo kwa akili yako, watanzania hawajui dunia inaendaje? Hawaoni vuguvugu linaloendelea South Africa? Hawaoni yanayoendelea Afrika magharibi? Mzee, dunia imeamka. Raia wanaona every every single thing happen every corner of the world. Watu wako connected kuliko zamani mlivyodanganya watu na huyo Yesu. Yesu ametumika kuwatajirisha watu vibaya sana, the real Jesus of Nazareth sio mnaomhubiri, tunajua huyo Yesu wenu wa sasa ni wakuwasachi watu hela. Kwa hiyo swala la usalama wa nchi twache kuilekcha serikali. Hakuna polisi anayependa machafuko ili auwe raia, hakuna serikali inayopenda machafuko ili iue raia. Serikali inapenda amani. changes we need yes we, we will find our own way of implementing those changes but we don't want to do those changes like Kenyans, we don't want to do those changes like west Africa. no we gonna find our way as long as we have our unique culture. lakini like, sasa mnavyojaribu kutufous tuwe uchi wa mnyama kama wanavyotaka wa Amerika Buddha, hii ni dunia sio ya magazeti na, na radio tena. hii ni dunia social media. Information is spread like Wildfire. Information sasa hivi ni uncontrolled, utamdanganya nani eh? As yani, as long as you are askofu unaweza ukamdanganya mtu like really? So Bwana Gwajima, kama unavyotetea biashara yako kwa kujaribu kuiadvise serikali unavyoiadvise, ujue na ukweli kwamba mabosi wako magharibi they are losing the the control of the world. Tunajua biashara yako inashikiliwa katika jina la ubepari, tukiswichu kwenye ujamaa biashara yako inakufilia mbali. Watanzania mwelimike msio wasomi.